Leo hii ningependa tuangazie kidogo juu ya bima ya makazi au bima ya nyumba. Bima ya makazi ni nini? Bima ya makazi ni bima inayokulinda dhidi ya hasara ambayo huletwa na majanga kwenye makazi au vilivyomo ndani ya makazi. Pia inaweza kuongezwa na kuhusisha vitu vingine kama simu, kama mikufu ya dhamani na hata wafanyakazi wa ndani. Hii bima, bima ya makazi au bima ya nyumba, inaweza kuchukuliwa ama kununuliwa na mmiliki wa nyumba ama hata mpagaji wa nyumba.